Kwa jina anaitwa Danieli Fazili Msemo. Timu unaofundisha timu ya Kalenga FC. Hongereni kwa ushindi wa ugenini kwenye mchezo wa leo. Asante uh, sana mwalimu, niambie kwanza kile ambacho kimeifanya timu yako kuwa bora zaidi katika kipindi cha kwanza kilikuwa ni nini? Uh, kilichoifanya timu kuwa bora zaidi kwa sababu wachezaji tulishawasi wa kwanza waheshimu timu mpinzani wanaoenda kucheza nayo, kwa sababu Kidamali sio timu mbovu, mpaka imefika kumi na sita, ni timu nzuri sana. Cha kwanza, muheshimu kwanza mpinzani, wakakubali kumheshimu mpinzani. Cha pili, tuliwaambia kuwa wakipata chance kwenye tageti wapige hey. Walichofanya ndo matokeo yaliyotokea. Sawa, so, safari yenu mnakutana na timu zenye ushindani, mojawapo ni Mgera, lakini pia nyingine katika mchezo wenu uliopita hamkukuwa mm -hmm. na wastani wa magoli mengi katika michezo ya kwanza mm -hmm. E, kama ambavyo mmekuwa nayo leo, nini kimebadilika? Uh, kilichobadilika kwanza, tulipita best loser mm -hmm. tukajua uchungu wa kutoka mm -hmm. kwa hiyo tuliwaambia kwa best loser tunapopita tufanye yale ambayo mashabiki wametutuma, na kweli wachezaji wamefanya yale mashabiki waliotutuma. Tunapata uchungu wa wakuto kutoka kuingia best loser. Hii yote inafanyika kwa sababu tumepata option ya kuingia best loser, na ndio maana unaona tuna perform hivi na sio hapa tu, mtashuhudia mengi zaidi, magoli yatazidi kumiminika. Tunawaambia wale ambao wanakuja kwetu Kidamali, tukishammaliza yule ambaye anakuja kati ya anzia au nani, sijui shughuli anayo. Nataka tuzungumze kuhusiana na nafasi ya maingizo mapya kwenye, mm. kwenye timu yako. Moja kati ya wazaji nilioona kwenye timu ile ambao ni wapya, ni pamoja mm. uh, na Choti. Niambie nafasi yao nini ambacho kimebadilika kwenye timu? uh, kilichobadilika kwenye timu, kwanza Choti sio mchezaji mbovu, ni mchezaji mzuri. Kilichokuja kubadilisha kwenye timu kukutana na wenzake na kupata sapoti ya wenzake mm. na baada, na baada ya hapo wenzake wakaonesha kuwa kuwa na kuwa na mapokezi mazuri mm -hmm. na mwenzake, ndio maana yote haya yamebadilika. Na sio hivyo tu, ukizungumzia kuhusu Shoti, simona hata sikwetu Juma yupo, maana yake mm -hmm. Juma yupo kule. Sawa, kwa kumalizia, sasa nini ambacho mnahitaji kutoka kwa mashabiki wa Kalenga kuelekea katika mchezo wa marejano dhidi ya Kidamali? Uh, tunachohitaji kwa mashabiki wa Kalenga kupata sapoti yao Kua, ku, ku, kupata sapoti kama hivi tunavyotoka, mm. kujitoa mm. vilevile kupata sapoti ya michango mm. timu hii inalelewa na, na, na, na kijiji cha Kalenga. mm. timu hii haina mdhamini, wana kijiji wenyewe ndio wanaotoa pesa zao. Kwa hiyo wasije wakatuchoka endapo pale tunawafuata, tunavyozidi kuperform, tunavyozidi kwenda mbele, michango watachangia mingi sana, wasichoke timu yao. Kila la heri mwalimu, asante sana.